Ujumbe wetu kwa wafanyabiashara, na ni commitment sisi kama watumishi wa mamlaka ya mapato kwenu nyie, kwamba tutaendelea kuwahudumia huku tukitoa huduma bora siku zote, na hii ndio commitment na ndiyo maelekezo kwa watumishi wenzangu kwamba eh, si tuwahudumie tu bali nao waone kwamba tunachowahudumia ndicho wanachokitarajia kutokea kwetu, na tuwe tunatambua muda wote kwamba wale tunaowahudumia wao wenyewe wanajua kwamba tunawahudumia vizuri au hatuwahudumii vizuri, na mtambue kwamba watatoa hiyo feedback sasa tujielekeze wenyewe na kujihamasisha katika nafsi zetu kwamba tutawapa huduma nzuri, na hiyo ndio ahadi yetu kama taasisi na ndiyo maelekezo ya Kamishna Mkuu ambayo tumepita kuyaleta kwenu kwamba tukiwa kwenye wiki ya huduma kwa wateja, lakini tunajielekeza na kuahidi kutoa huduma bora sasa na siku zote endelea kutoa huduma inayokidhi au kupita matarajio yao na a siku zote, kama tunayumba ndugu zangu, unajua tunaofanya kazi sawa eh upuush, nimesema nizungumze mbele ya viongozi wangu wa makao makuu mba amekuja kwa niaba kamishina mkuu, lakini mbele ya watumishi wote wajibu na tunauo wajibu kwa kutoa huduma zinazokidhi au kuzidi so chini kweli kusema hali hii endelee, eh, ile wilingi iendelee kuwepo, ushirikiano uendelee kuwepo na ushirikishaji na ushirikishaji tida, na takibi, vire, ni jambo muhimu sana ambalo linaweza kuleta tija hasa kuchagiza ulipaji kodi kwa hiari, lakini vilevile nipongeze pia mameneja wa wilaya zetu na kwenye vituo vyetu mahususi kwenye mipaka yetu, ushirikiano ni mzuri itani baka ni nzuri uh, hata pale napotokea uh, chakutokea tunashirikiana na na na na na mameneja wetu na naf. Kwa hiyo nipongeze sana, na kwa niaba ya wafanyabiashara akuoni moyo wa TRA uendelee na tushaona, mamlaka zingine ziige mfano wa mamlaka ya mapato uh, Tanzania. Majina naitwa Osmani Mameni, mkatibu wa shirikisho la umoja wa machinga na mkoa wa Kagera nichukua nafasi hii kumshukuru kamishna mkuu wa TRA mkuu, pia na wafanyakazi wa TRA na manager mkuu wa mkoa wa Kagera sisi. Naomba ufikishe salamu zetu, kama sisi wafanyabiashara ndogo ndogo tuna huduma nzuri na <coughs> mahusiano mazuri na ushirikishwaji na TRA. Tumeweza kuzunguka mkoa mzima wa Kagera na kuwapa elimu, kuwapa huduma yale wafanyabiashara wadogo wadogo naomba tuendelee na tutatoa ushirikiano mkubwa. Na jina langu ni Ladislaus Ritananupwa, mwenyekiti wa TCCIA mkoa wa Kagera. Kwa kweli tunashukuru sana hatua zinazochukuliwa na kamishina mkuu katika kuboresha utendaji katika TRA. Ni hivi majuzi tumezindua dawati la kuhudumia wateja na kuwawezesha. Hili ni jambo jipya, ni ubunifu mkubwa. Tunampongeza kamishna mkuu kwa hatua mbalimbali zinazoendelea kuchukua. E, nichukue na nafasi pia kumshukuru meneja wa mkoa na wafanyakazi wote wa TRA mkoa wa Kagera kwa jinsi wanavyotuhudumia. Sisi kama TCCIA ni e, chama kongwe na kimbilio la wafanyabiashara nadiriki kusema kwamba mpaka sasa hivi hatuna malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara kwamba hawapati huduma stahiki na iliyo bora kutoka TRA. Kwa hiyo tunawapongeza sana.